Kuamsha kwake Mtume sallallahu alaihi wasalama wakeze ndani ya kumi hizi za mwisho. Hadithi ya Aisha iliyotangulia katika kikao cha ishirini na moja kwamba Mtume alaihi salatu wassalam ilipokuwa ikiingia kumi la mwisho, ukaza vikoi vyake na kuukesha usiku wake mzima na kuamsha ahli zake. Hadithi amepokea Bukhari na Muslim. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, idha dakhalta au idha dakhalat al ashru al awakhiru min Ramadan, zitakapoingia siku kumi za mwisho za Ramadan, fa'atan fa bizaujatika jihitamu na mke wako, wa auladika na wa kiume, wa banatika na binti zako, wa ummik na mzazi wako wa kike, wa abika na mzazi wako wa kiume wa ghairihi min al-ahli, na wengineo katika familia yako, katika ahali zako, jitam nao. liyaqumu fi hadhihi al-ashr, ili wapate kusimama katika hizi siku kumi za mwisho kwa kufanya ibada. Fa ayqidhuhum li salati al-lail, waamsha wasali sala za usiku tahajjud. Walistikthar min at-ta'at, waamsha wakifirisha wa kufanya ta'a

wazitafute ili wazitumie hizi siku kumi zilizokuwa bora kwa kuswali, kwa dhikri, kwa kusoma Qur'ani, wa duai na kwa kuomba duaa mutaassiyina fi dhalika birasulillahi sallallahu alayhi wasallam ili

tutasaidizana tunakwenda kwenye maasi. Kwa nini kwenye wakati wa khairi tusisaidizani tuwe watu wa khairi? Waqad qala Ta'ala, na ala nasema, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saidizaneni kwenye mambo mambo ya wema na mambo ya uchamungu. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Na wala msisaidiani katika mambo ya madhambi na mambo ya uadui. Suratul Maida.

anaamsha hali yake na vikoi vyake anaviinua kwa kuvikaza. Qila li Abi Bakrin, akaambiwa Abi Bakri, ma rafa al mizara? Nini maana ya kuinua kikoi? Elewa maana ya neno kuinua kikoi. Qala, akasema i'taza lan nisaa, anajitenga mbali na wake zake. Rawahu Ahmad. Ya subhanallah, idha qumta ayyuha ar-rajulu min al-layli litusalliya, ewe mwanamume kusali kusali usiku, sala ya usiku. Jinsi mko pamoja hapa duniani, saidizaneni katika mambo ya khairi, ili mjikutani, mnakuwa tena pamoja ndani ya pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atujalie tu miongoni mwa watu wa peponi. Allah atujalie tu miongoni mwa watu wenye kufanya ibada zake kama jinsi anavyotaka. <laughs> Sawaa fi Ramadhan au fi ghairihi. Sawaa iwe ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani. Mke na mume saidizaneni katika kumtii Allah. Mke na mume saidizaneni katika kumwabudu Allah. Amrishaneni katika mambo ya khairi. Na mkatazane katika mambo ya maovu. Mpenzi bora ni yule anayekuamrisha mema na anakukataza mabaya. Mpenzi bora ni yule ambaye atakuridhika na kufurahi kesho mbele ya Allah, nyote mkiwa katika watu wa peponi. Si mpenzi bora yule ambaye anajihitamu mwenyewe na khairati kisha anakusahau wewe na huku anadai kwamba anakupenda. Hayo si mapenzi hakiki. Utakapomwamsha mtu mke wako au mtu yoyote kufanya ibada, fa in abati fandah fi wajhiha almaa, akikataa kuamka mrushie maji usoni mwake, hata taquma tauma minan naumi, hadi aamke usiku kusimama kusali, litusalli qiyamal layl, ili amke kusali visimamo vya usiku. Hadithi ya Abu Hurairah Mtume alayhi salatu wasalam anasema rahima Allah rajulan qama min al-layli fa salla wa ayqadha imra'atah, Allah amrehemu mtu ambaye amhurumia, ampe rehma zake mtu ambaye atakasimama usiku kusali, akamwamsha mke wake. Fain abat nadaha fi wajhiha al-maa, ikiwa atakataa anamwagia maji usoni mwake ili tuamke kusali Subhanallah, tazama i hadithi hadithuna adhim, inahimiza watu kufanya ibada, watu kukumbukana katika kheri. Hadithi ameipokea imamu Abu Daud kwenye nambari 1308 na kadhalika, Ibn Majah ameipokea hiyo hadithi. Na hii hadithi Sheikh shekh Al-Albani rahimahullah akasema ni hadith hasanun sahihun kwenye kitabu Al-Mishkat, Al-Mishkat au hadithi ya 1230

akaamka akaamka na na na kichwa usoni, aka, muka, na kuweka kichwa usoni mim, kuweka hii ni kutokana na hadithi iliyotangulia hiyo hiyo hadithi. Hadithi inaendelea kisema, wa rahimallahu imraatan qamat min alaili fasalat waaiaat zawjaha faslaa am aem ampe rehma mwanamke ambaye amesimama kusali sala za usiku akamwamsha mume wake ili mume wake apate kusali, fa in aba nadhati fi wajhihi almaa, ikiwa kwa mume atakataa, anamrashia maji usoni mwake. Kumbuka hadithi ya Mtume iliyosema fadh far bi dhati dini taribati yadaka, mtafute mwanamke aliyekuwa na dini, itakuwa ni baraka tu upo utakayopata ndani ukioa mwanamke ambaye si mwana dini hizi kheri zote utazikosa, utakosa mtu wa kukuhimiza kunako ibada. Nyumba itakuwa ni miziki kwenda mbele, nyumba itakuwa ni maasi kwenda mbele, hakuna jambo la kheri mtakalohimizana kwalo. Tafuteni nyumba za kwenda kuoa ndanimo. Allahu Akbar. ihris ayuha rajul wal mar'atu ala qiyam al ashr al awakhir min ramadan jihitamu jihimizwe mwanamume na mwanamke katika kusimama kunako mm -hmm. Hizi si kumi za mwisho ndani ya Ramadhani. Wala wala tudia hadhihi al-ashara fi lumuri, hizi siku kumi msizipotezi kwa mambo ya upuuzi na ujinga. Li anna kathira min ar-rijali yudiu hadhihi al-layali ya al-ashara la fi al-la'ib au fil majalisi la faida fiha, kwa sababu wanamume wengi haya masiku wanayapoteza kwa ajili ya michezo. Mtu anakaa tu kwenye game. Kumi la mwisho siku za kuzidisha ibada adhkar, qur'an kwa wengi, kwa wingi. Wewe umiika tu uko ndani ya michezo, umiika kwenye vikao ambavyo havina khairi ndani yake, havina faida ndani yake, au fitajawul fil aswaq au mtu unakalia kuzunguruka zunguruka tu sokoni unaenda kutembea tembea mahala ambapo hapana faida. Wakadhalika ba'dhu an-nisa'i tudhi tudhi'u layaliya, hivyo hivyo baadhi ya wanawake hupoteza hizi siku kumi. Layali al-ashra al-awakhir fi al-aswaq, hizi siku kumi za mwisho wanazipoteza kwa kwenda tu sokoni. Bahthan waraa umuri tafiha, kwa ajili ya kwenda kutafuta vitu ambavyo havina faida. Mtu anashindwa kujishughulisha na ibada ndani ya kumi la mwisho, eti yuko mheka heka za Idi. Anaenda kutafuta nguo za Idi. Huyu yuko tauni, huyu yuko soko fulani, huyu yuko Kariakoo, huyu amekwishaanza kupiga simu Uturuki, viatu, nguo za Idi, anakosa amani. Anashindwa kukaa kwa Allah. Anashindwa kurejea katika ibada ambazo zitamsaidia kesho mbele ya Allah. Anaekana kimbilia vitu ambavyo la yanfauhu ghadan, vitu ambavyo havitomsaidia chochote kesho, au badu lumuri tafia, au mtu anaekana kimbizana na vitu ambavyo havina thamani yoyote, au ghaira dhalik. Fatanabaha, fatanabaha lidhalika, kuweni makini na hivyo vitu Tanabahini.

idha kana safiha, hivyo hivyo wewe mwanamke, hapana kumtii mume wako ikiwa kwamba vile ni mpuuzi wa ibada. Fatu fatudiu alayki hadhihi alashr, zikakupotea hizi siku kumi kwayo. Kwa hiyo kuwa makini ndugu yangu Muislamu tuzidishe ibada ndani ya hizi siku kumi za mwisho. Kwa wale ambao walikuwa wajaanza bado, hawajachelewa. Muda bado upo. Muda bado upo. Muda bado upo. Hapa ndio itakuwa mwisho wa darasa letu hili la leo. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanak allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahir rahmanir rahim.